aliyembariki na kumkinga dhidi ya wanyanyaso akamhifadhi na kumtuma katika mawazo yake. Alilikemea wazo hilo, lakini kila alipolikemea kwa nguu zaidi kuliasi na mea wazo sasa likamtaka asimtie mumewe akilini, tena amsahau wanaletoto angabyazi zaa chiti la mamali. Alipofika hatua hii alijikuta alitetemeka sana. Alitetemeka kama aliyemwangiwa maji ya madhara kitete kikamba. Alifunga macho, akaomba. Alimwomba Mungu amepushe mabaya yakopota alikokuwa muga. Alimwomba asikuhusu mauti au hatari yeyote kumkaribia, bado alimhitaji

kwake okay. Watoto, watoto hao walikuwa uzi adimu wa kuunganisha dahari yao na ile ya kizazi kilichopita. Sayore alikuwa mvulana mkebe wa miaka saba ila Kanjeo alikuwa msichana wa miaka mitano. Alitabasamu kujua kwamba katika habari ile aliweza kuwa Mawasha aliinuka na kuvisasambua vifurushi vya nguo alivyovinya mbiombio. Alipovikagua, chozi lilimdondoka. Havikuwa vitu vya maana: matandiko makuu, mararu ya nguo, mkeka na sahani chache zilizotamanika. Taaruki limvaa alipokumbuka vyeti vyake vya masomo. Alichakura kwa wahaka mkubwa ndani ya mkoba wake vidole vilitetemeka, kijasho chembamba kikamtoka. Angefanya nini iwapo navyo pia yeah? vyeti hivyo ndivyo tumaini lake la maisha. Angalau vingeweza kumhakikishia ajira kwenye siku za usoni iwapo Chifu Mshaba angeamua kumtimua kazini aliendelea kuvisaka lakini hakuviona. Mwishowe aliamua kumuta mkoba huo na kumwaya vyote vilivyomo. Kulikuwa na bahasha moja kubwa aliyosheneza karatasi ya kila aina. Zingine zilikuwa zimepiga manjano kwa kuwemo mle miaka mingi. Huku macho yakiangaza kama anayesaka irizi iliyopotea, alikunjua karatasi hizo moja baada ya nyingine. Alipokuwa akifanya hivyo, alishtuka kuona bahasha moja ndogo nyeupe. Bahasha hiyo ilikuwa imetiwa gundi na kufungwa barabara, ilihifadhi barua ndani. Barua hiyo iliandikwa jina na anwani ya, ya mumewe. Hakuwa amewahi kuifungua wala kuisoma. Alishangaa, bahasha hiyo iliingia vivi mle ndani? Kwa nini Mrima aweke barua yake ndani ya mkoba wake bila kuisoma? au alisahau alipokwenda zake uhamishoni? Na ilitoka wapi hasa? Makosha aliamua kufungua bahasha, liwe potelea mbali. Hata kama ikuwa yake Mrima mwenyewe, alikuwa kesha mtema kama masuu. Barua ile ina maana gani kwani sasa hata akisoma alijaribu kuitanua ili gundi iachilie ule upeto wayu wa juu wa bahasha, lakini wapi. Gundi ilikazana kumsungua, hadi akaamua kuirarua raruraru bahasha ilimradi fikie ile barua. Hakuwa mwangalifu asiirarue hata hiyo barua aliyotamani sana kuisoma. Alichomoa akaona ilikunjwa peto tatu. Aliikunjua huko mikono ikitetemeka vidole vilijaa jasho kwa shauku ya kutaka kujua yaliyoandikwa. Iliandikwa kwa wino mweusi uliokoza. Maandishi haya yalikuwa makubwa, aliyeandika hakujali kufuata mistari ya ile karatasi aliyotumia. Yaliandikwa pengine na mtu asiyemakinika, au aliyekuwa na haraka ya kupitisha ujumbe maandishi yalitoka mashariki yakaelekea kaskazini, badala ya, ma ya, ya, kas ya magharibi wa... wala mwandishi hakujali kuzingatia viakifishi. Sisitoshe, nasiki mingi herufi kubwa na ndogo, kama mtoto wa chekechea anayeanza kujifunza kuandika. Ujumbe ulitirika kila vikomo wala kituo, ilikuwa mistari mputano iliyompita newasha kiwewe. Alipatwa na mshtuko, alianza kupia pia aliisoma mistari ile karibu mara kumi, macho yaliingia kiwi. Akaamua kuitupa mle ndani ya mkoba, pumzi zilimwenda mbio. Alikuwa mwingi wa mawazo. Barua hiyo ilisumbua ikamtia kichefuchefu. Alitumbulia macho kama ambaye alitaka imwambie mwandishi ni nani. Haikutiwa sahihi, haikuandikwa jina lolote, mwandishi ajulikani la lakini ujumbe aliuelewa barabara. Makwasha, siku zote hizi kwa unachezeshwa kayamba tu ati walisema Osama alikuwa tara kwa usalama duniani, kuna Osama kuliko huyu, alijisikia kusema. Alishusha pumzi kwa nguvu, akajiuliza kimoyomoyo, kwa nini Mungu aliruhusu moto kumtia shimo la maangamizi na wanawe. Hata hivyo aliamini kuwa wakati mwingine Mungu huruhusu mabaya kutokea ili kuwafunza waja. Waidha, alijua kuwa mashaka napomkumba mja huwa ni funzo, pia humtayarisha kuyahimili machungu zaidi ulimwenguni au kumwasa dhidi ya uduhovu. Maovu yanapotendwa na wachache, hata wale wasio na hatia pia hujikuta wa mungu muovuni ni mtoto wa waliomo na wasiokuwemo. Aidha, ngome inapotetezwa na waovu wachache, waliongomeni hawatasalia, wale wasio na hatia, msiba waendea wote. La haula! Ni furaha iliyoje kwa adui aliye nje ya ngome. Ama kweli, mote ule umenitia taflisi, nitaishia kula mwande na wanangu huku ndiko kufa kingoto, Maagwasha alijisemea kwa uzuni, lakini akajipa moyo. Miaka mingi yaweza kutia mwili makunyanzi, lakini ukosa imani ya kuishi hutia roho makunyanzi. Maagwasha alikuwa na imani ya kuishi. Imani hiyo ikampa uvumilivu wa tumaini. Alivifunga funga vile vitu akawatazama tena wanawe waliolala sakafuni kwenye maabadi yale ya Mungu. Alikumbuka. Tufike pale, tutaendelea.